Habari zinazoendelea hivi sasa katika mgogoro unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israel ni mkubwa sana, ambapo Iran imeanzisha tena mashambulizi dhidi ya Israel. Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa, na hii ni Clouds Digital. Iran imefanya mashambulizi mengine dhidi ya Israel. Huku televisheni ya taifa ya nchi hiyo ikisema kuwa imeanzisha mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani ambapo milipuko mikubwa imesikika katikati mwa Israel. Video iliyothibitishwa na BBC pia imeonesha moto ukiwaka karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa nchini Israel kufuatia makombora yaliyorushwa kutoka Iran usiku wa kuamkia leo. Mapema siku hiyo, runinga ya taifa ya Iran sema zaidi ya makombora 100 yalirushwa Iran yakilenga Haifa na Tel Aviv huku watu watatu wakifariki baada ya Iran kushambulia eneo la Bat Yam ambapo huko ni pwani ya Israel. Kulingana na huduma za dharura za Israel, waliofariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 69, mwanamke mwenye umri wa miaka 80 na mtoto wa miaka kumi wameuawa huko Bat Yam ambapo BBC haijaweza kuthibitisha hili kwa kujitegemea. Kitongoji kimoja katika mji wa kaskazini mwa Tamra pia kimeshambuliwa na kuua takriban watu watano. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti, huku hali ikisemekana kuwa bado ni tete. Ni Jimson Natson tena na hizi ni habari za kimataifa kupitia Clouds Digital.